Wakati mwingine ukisoma historia za watu na ukilinganisha maisha yao ya sasa, unaweza kujikuta mwili wako wote unasisimka kwa mshangao, kwani mara nyingine inaonekana kama vile ni habari zinazoshangaza sana. Mwaka elfu mbili na kumi na nne nilisoma habari za kijana mmoja ambaye baba yake alimtaliki mama yake gafla akiwa na watoto wanne. Wakati huo pia mama huyo alikuwa hana kazi ya kumpatia kipato. Familia yao ilikuwa inaishi katika mji wa Tokopila. Tafsiri ya mji huu, tafsiri yake ni kona ya shetani yuko nchini Chile na maisha yao yalikuwa kimaskini sana, na hivyo ilimlazimu kijana huyu aanze kuangaika kutafuta pesa akiwa na umri wa miaka sita. Kutokana na hali ngumu ambayo walikuwa nayo kifedha, ilibidi kila wakati mama yake afanye kazi ya kuosha samaki na kufanya usafi katika nyumba za jirani ili aweze kupata pesa za kuisaidia familia yake. Wakati kijana huyu akiwa bado mdogo, ilibidi ajiingize katika shughuli za kucheza sarakasi, kupigana ngumi za mtaani na kuosha magari ili aweze kupata pesa baadaye. Aliamua kujiunga katika uchimbaji wa madini ambako alikuwa analipwa kiasi cha takriban shilingi elfu tisini ya sasa kwa mwezi. Hata hivyo, kipaji chake cha kucheza mpira wa miguu kilianza kugundulika alipoanza kucheza kwenye viwanja vya matope na vumbi katika mji wa Tokopila na kuanza kuitwa jina la Elnino Mavaila, yaani mtoto wa maajabu. Leo hii amepata mafanikio kwa kucheza kombe la dunia la mwaka elfu mbili na kumi na nne kupitia nchi yake ya Chile na sasa, na sasa baadaye kwenda kucheza ligi kuu ya Uingereza ambako alipewa ofa ya mshahara zaidi ya paundi laki moja na elfu thelathini kwa wiki, takriban shilingi milioni 370. Kijana anayemzungumzia anaitwa Alexis Sanchez, ambaye mwaka juzi tu alitoa msaada wa milioni ya pesa ili kukarabati viwanja vitano katika eneo alilozaliwa na kukulia. Sina shaka kuwa kuna watu kama Sanchez ambao wamepitia magumu mengi sana na wameamua kuyatumia magumu hayo kuhalalisha kufeli kwao, wakati mwenzao aliamua kuyashinda na kutengeneza historia mpya. Kuna watu wametokea familia za kimaskini sana, wamesoma kwa shida sana, na wengine hata wazazi wao waliwakataa. Jambo la kujifunza la kwanza kutoka kwa Sanchez ni kwamba usiruhusu historia yako ya nyuma iharibu maisha mazuri yaliyoko mbele yako. Ili ujitoe katika umaskini, lazima uwe tayari kushindana na fikra inayokuambia kuwa udhaifu wako wa jana utakuzuia mafanikio yako ya kesho. Bila kujali aina ya maisha unayoishi sasa ni magumu ama mabaya kiasi gani, ama unajiona uko mbali kiasi gani na ndoto yako, bado unayo fursa ya kubadilisha maisha yako. Kupitia maisha ya Sanchez ni wazi kuwa kila mmoja wetu anayo nafasi ya kipekee na nafasi sawa ya mafanikio katika maisha, bila kujali mtu leo anaingiza kipato gani. Kazi aliyoajiriwa ama biashara anayofanya kama utaamua kufanya kwa bidii na kuwa tofauti na wengine wote, basi unayo nafasi ya kubadilisha maisha yako kwa kipindi kifupi. Wakati Sanchez anacheza mtahani, hakuna mtu alikuwa anajua. Wakati Sanchez anacheza mtahani, akujua kuna watu wanapita wakitafuta watoto wenye vipaji. Alikuwa anafanya bidii na kufanya kwa ubora wote kama sehemu yake ya maisha ya kila siku. Ukweli ni kuwa haujui ni lini fursa yako itakayobadilisha maisha yako itakuja Naweza kuwa leo ndio siku ambayo utakutanishwa na mtu atakayekuunganisha, kuunganisha na fursa itakayotengeneza historia mpya katika maisha yako. Kila ambacho unakifanya kila siku, bila kujali unalipwa kwa kiasi gani ama nani anakuangalia, fanya kama vile kuna mtu anakufanyia tathmini, ili akupandishe cheo ama akupe mtaji zaidi wa biashara yako. Ukiwa na mtazamo wa namna hii kwa kila siku, utajikuta unakutana na fursa kubwa kila siku katika maisha yako. Pamoja na yote haya tunajifunza kuwa wakati tunapokuwa hatuna kazi au aina ya biashara inayofanana na ndoto na zetu, basi kile tulichonacho kwa wakati huo mkononi mwetu, hata kama kinadharaulika na wengine kiasi gani ama ni kidogo kiasi gani, tukifanye kwa bidii na uaminifu, huku tukiendelea kuamini na kuifuatilia ndoto yetu kubwa. Kuna wakati utalazimika kuishi maisha ambayo wengine watayadharau. Kuna wakati utalazimika kupanga nyumba katika mitaa ambayo inaonekana ni watu wa chini, ama kuvaa nguo za kawaida. Kuna wakati utalazimika kufanya mambo yanaonekana yastahili kufanywa na mtu kama wewe ama kuna wakati utalazimika kufanya mambo ambayo wengine watatafsiri kwamba unajipendekeza kwa bosi kwa sababu ya bidii na uaminifu wako. Katika haya yote kumbuka, hapo ulipo ni kipindi cha mpito, baada ya hujafika kituo cha mwisho. Endelea kuiamini ndoto yako kama vile ambavyo Sanchez ameweza kubadilisha maisha yake, nawe pia unaweza. Ili ufike juu kabisa na kuyafanikisha malengo yako, ni lazima uamue kutoka tisho tamaa na magumu unayoyapitia sasa na kila siku inapoanza, uwe unajiambia hata changamoto hii nitaishinda na nitafanikisha malengo yangu. Kumbuka ndoto yako inawezekana. See you at the top.